Tutaliangazia hili bunge jipya la Tanzania ambalo lina zaidi ya wabunge mia mbili kutoka chama e, tawala cha Mapinduzi CCM huku wabunge wa upinzani wakiwa hawazidi ishirini, na hili limezua mjadala juu ya usawa na uwiano katika upitishwaji wa sheria, sera na uwakilishi wa michango ya vyama vya upinzani katika e, bunge hilo. Uh, bila shaka kuyajadili hayo tunatarajia kuwa nao uh, kwa njia ya simu uh, katibu mwenezi wa CCM katika mkoa wa Dodoma, Jawadu Mohamed. Tunaendelea kuwatafuta uh, Gibson Ole Mesi yake aliyewahi kuwa mbunge wa Chadema uh, huko Arumeru Magharibi, Arusha, pamoja na mchambuzi wa siasa za Tanzania uh, Gwandumi Mwakatobe uh, na uh, Jawadu, kama unanisikia, nianze na wewe ambaye tumefanikiwa kukupata mwanzo. Uh, unadhani wewe kama mwanachama wa CCM, kwanza unalizungumziaje bunge hili uh, maoni yangu mimi, kwanza nashukuru na kwa kunialika lakini, kwa kweli mimi nachukulia bunge hili kama bunge ambalo E, litakuwa bunge imara kwa sababu linatokana pia na chama imara. Ni bunge ambalo licha ya kwamba yako maoni kwamba linadhibitiwa na chama kimoja, E, lakini huko ushahidi pia kwamba si wakati wote bunge kuwa na vyama vingi ndicho kipimo cha ufanisi. Kwa hapa Tanzania tumeshuhudia kwa mfano kipindi cha mwaka elfu mbili mpaka ishirini mpaka ishirini na tano e, maendeleo makubwa sana katika kila nyanja, katika miradi mikubwa ya, ya, ya, ya ujenzi, katika miradi mikubwa ya reli, katika miradi mikubwa ya viwanja vya ndege, katika miradi mikubwa ya afya, katika miradi mikubwa ya kuimarisha maisha ya watu, lakini ni kipindi hicho hicho ambacho bunge ambalo lilikuwa linaongoza linaisimamia serikali linatokana karibu kwa asilimia tisini na tano na zaidi na chama kimoja. Kwa hiyo mimi la kwanza kwamba bunge kuwa na chama kimoja sichukulii kama ni kigezo cha kuonyesha kwamba bunge hilo halitowajibika wala halitosimamia sauti za watu, kwa sababu bunge linatokana na watu, na kama watu ndio wana, wanaobeba demokrasia na wao ndio wameamua kwamba naam, tumepoteza mawasiliano na Bwana Jawadu. Uh, kwenye laini ya simu hatujafanikiwa, tunapata shida kidogo kuweza kuwapata watu huko Tanzania kushiriki kwenye mjadala huu, lakini kama tulivyomsikia uh, Jawadu ambaye ni uh, katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi CCM katika mkoa wa Dodoma. E, nielekee kwako Lilian tukiwa tunawasubiri washiriki wetu kwenye mjadala huu e. Mm, a, wasikilizaji wafuatiliaji wetu kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii wanalizungumziaje hasa uh, bunge hili e, kwa ujumla uh? Ubena, unaona kabisa mitazamo imeelekea upande mmoja mm, wengi hawana imani wengi hawana imani kabisa, wanaona ni kama bunge ambalo limeegamia upande mmoja. Ni bunge lile lile, sura ni zile zile, sauti ni zile zile. Wanaona ni kama ni bunge ambalo halitakuwa na unajua ule uchangamfu, ushindani ambao waliuzoea huko nyuma, lakini si hivi karibuni. Kwa hiyo wengi wanaonyesha kwamba hakutakuwa na chochote kipya na hawategemei, kwa mfano Emanuel pite anasema matumaini kama yapi? Maanake tumewauliza una matumaini gani na bunge hili jipya ambalo tayari wabunge wameapa, wa e, Emmanuel pite anasema matumaini kama yapi? wakati hakuna kilichobadilika hapo, ni sawa na kuchukua pesa mfuko wa kushoto, ukahamisha tu ukaupeleka kwenye mfuko wa kulia, kwa sababu ni wale wale tu. Hata wale wapya wanaoongezeka bado wanatoka chama kile kile, wanafuata mifumo ile ile, lakini yeah. tuli, tumemsikia hapa Jawadu Muhamed ambaye yeye ni katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi huko Dodoma mm. Kabla ya simu yake kukatika, ameelezea kwamba hicho hakiwezi kuwa kigezo cha kusema kwamba kwa eh, sababu bunge linadhibitiwa na wabunge wengi kutoka Chama cha Mapinduzi CCM kwamba ndipo eh, hawatoweza ku, ku, ku, ku, kutekeleza majukumu yao ipasavyo. Amesema kwamba katika bunge lililopita, miradi mbalimbali imefanyika mbali miswada eh, mikubwa ya sheria ilipitishwa. Uh, lakini nilikuwa mimi binafsi nataka kumuuliza swala hili la wasiwasi wa upinzani kutokana na je, uh, kwamba sauti zao zitaweza kusikika ipasavyo. Mfano uh, bunge linapotakiwa kupitisha miswada ambayo labda wapinzani hawaikubali, unafikiri wabunge ambao wasiozidi ishirini watabadili nini? Ndio hicho ambacho sasa hata unaona hata wale ambao pengine waliwachagua hatujui e, pengine ndio waliwachagua ama waliwapigia kura wakarudi bungeni, ndio hawa ambao unawakuta sasa hapa, wanaona kana kwamba hakutakuwa na chochote kipya kwa sababu una, unajua lazima unapofika pale, sio kwamba utamtetea tu yule mwananchi, utamtetea na yule ambaye anakuweka pale, na ndio hicho ambacho wa, wa, wa, wananchi wengi wanaonyesha kana kwamba hakutakuwa na mabadiliko, kwa sababu mimi siwezi nikawa mbunge wa CCM na nisitetee ni masilahi ya chama mwisho wa siku lazima niatetee maslahi ya chama. Kwa hiyo e, sawa inawezekana utekelezwaji umefanyika kwa sababu hilo ni jukumu la serikali yoyote kwenye taifa lolote kutekeleza hiyo miradi kwa ajili ya umma ambao umewachagua pale, kwa sababu hao ni watumishi wa ule umma uliowapeleka pale mm. lakini sasa, kwa wasiwasi unajitokeza kwa sababu wameona huo mwelekeo wameshaona kwamba pengine bunge lililopita lilikuwa hivyo hivyo, hawaoni kipya, na ndio maana wameanza kuonyesha ule wasiwasi wasi, e, ubena ndio bila mm shaka. Uh, upande wetu wa pili tunajaribu kuwatafuta bado washiriki. Inaonekana kwamba labda uh, kuna hitilafu za mawasiliano kutoka huko Tanzania kwa washiriki wetu wa mjadala huu uh, wa leo uh, lakini ndio uh, na tunaarifiwa kwamba Boniface Jacob aliyewahi kuwa meya wa Ubungo mm, yupo mm, nasi, kupitia chama cha Demokrasia na Maendeleo cha Chadema. Chadema. Ndiyo. Uh, Bwana Boniface sijui kama unanisikia? Nakusikia vizuri sana ndio, shukran kwa kushiriki kwenye mjadala wetu ambao tunaliangazia hili uh, bunge la sasa. Kwanza wewe kama uh, mwanasiasa mzoefu, ni ipi tathmini yako kwa, kwa bunge hili na binafsi naliona ni bunge la chama kimoja ambalo wawakilishi waliopatikana kwenye bunge hili hawakizi sifa za kusema ni wawakilishi wa wananchi kutokana na necha ya uchaguzi ulivyokuwa. Kao naona ni, ni watu ambao wapo pale si kwa matakwa ya wananchi, bali kwa matakwa ya tume e, na serikali. Ndio. uh, unatilia shaka uchaguzi ulivyofanyika, lakini uh, tunafahamu kwamba chama chako cha Chadema kilikataa kushiriki kikawa kinadai uh, mabadiliko. Lakini uh, kidogo tu nataka kugusia, unafikiri kwa nini vyama vingine vya upinzani vilikubali kushiriki katika uchaguzi ambao uh, nyinyi mliutilia mashaka, kisha baadaye wanarudi kusema kwamba kuna hitilafu kadhaa zilizotokea? unafikiri ni kwa nini vyama vingine vya upinzani vilichukua uamuzi huu wa kushiriki kwenye uchaguzi huu? Kwanza siwezi kufikiri kwamba vina sifa ya kuitwa vyama vya upinzani. Yale sisi tunayatambua kama ni matawi ya chama cha Mapinduzi, CCM. Shiriki, lakini, cha mapinduzi vyama vile vimeshiriki, lakini unakuta havijawahi kupata hata mwenyekiti wa kitongoji, havijawahi kuwa na mwenyekiti wa serikali ya mtaa au kijiji, havijawahi kuwa na diwani havijawahi kuwa na mbunge. Kwa hiyo lakini, vinapokuja kwamba vinatakiwa kushiriki uchaguzi wa ugombea urais, wanagombea, wanashiriki na wao wanaamini wanaweza wakashinda urais. Hapana, ni kwa sababu e, CCM walitengeneza vyama vile katika mazingira ya kuwadaa umma kwamba kuna uchaguzi wa vyama vingi, ili wapinzani ambao wana wanasapoti ya wananchi wengi watakapogombea uchaguzi wawe na vyama mbadala vya vyavyaa avya kufanya Mazinga home, geresha kwa kufanya ionekane mm, kuna uchaguzi, ingara inakuwa hakuna uchaguzi, na ndio maana unaweza ukaona baada ya matokeo wote wameshiriki uhapishwaji wa rais hawajasusia eh, kwenye upigaji wa kura, hana malalamiko yoyote, yaani hajawahi kuwa na mawakala, hajafanya kampeni na mawakala wake hawajafanyiwa haja jambo lolote. Ahko hakiwezi kuwa ni chama cha siasa. Ndio tunarejea kwako bwana Jawadu, tulikusikia mwanzoni. Uh, uh, Jawadu Muhammed, huo ukiwa ni uh, katibu mwenezi wa CCM huko katika mkoa wa, wa Dodoma uh, Tumesikia wasiwasi wa upinzani kutokana na uwakilishi mdogo wa wabunge wa upinzani, lakini uh, ulijitetea mwanzoni na kusema kwamba hiyo haiwezi kuwa kigezo kwamba uh, bunge hili litashindwa kufanya kazi zake. Lakini bwana Jawadu kama unanisikia, unafikiri wabunge kutoka chama chako watapata kweli ushindani unaohitajika ili ku, ku, kupata ile ari ya kuwa na mawazo kinzani yanayoweza kuwa na tija katika bunge ili ushindani huwa hautokani tu na uwepo wa mtu mnayepingana ndani ya chombo hicho cha kutunga sheria. Upinzani na ushindani hutokana na changamoto zilizoko mbele. Ni wakati huu ambao taifa letu linahitaji maendeleo makubwa. Ni wakati huu sayansi na teknolojia imeendelea sana. Ni wakati huu ambao mawazo mbadala duniani na taifani yameongezeka. Kwa hiyo mi nadhani kinacholeta ushindani na kitakachowafanya wabunge wa Chama cha Mapinduzi wafanye zaidi kwa ajili ya wananchi, wafanye zaidi kwa ajili ya taifa lao, wafanye zaidi katika kuleta ustawi wa kila mmoja ni haja iliyoko mbele yetu, ni matamanio yaliyomo ndani ya ilani ya chama chao, lakini matamanio yaliyomo ndani ya mipango ya, ya taifa letu. Kwa mfano tunayo dira ya taifa inayoelekea elfu mbili na hamsini inayotaka taifa la Tanzania liwe na pato la dola trilioni moja za Kimarekani. Sasa hii haiwezi kutokea mpaka kuwepo na, na, na, na kasi ya maendeleo, kuwepo na nishati bora, kuwepo na elimu bora, kuwepo na na, na, na biashara, mazingira mazuri, kuwepo na utawala mzuri wa sheria, kuwepo na uhuru wa watu, haya yote yanayofanya wabunge bunge kuwa na sauti ambayo itajilazimisha tu kuendana na kile ambacho Watanzania wanataka. Kwa hiyo mimi sifikiri na sikubaliani na mtu anayesema kwamba ili wabunge walete maendeleo, ili wawasemee watu lazima bunge hilo liwe na vyama vingine pengine vingi vya upinzani, na hakuna kwa kweli ushahidi wa kiakili katika historia ya Tanzania kwamba kipindi ambacho upinzani ulikuwa mwingi ndani ya bunge ndicho kipindi hicho ambacho pengine tulipata maendeleo ya kazi. Nimetolea mfano hapa, kipindi ambacho tumejenga reli ni kipi? Kipindi ambacho tumepata viwanja vingi vya ndege, kipindi ambacho pato la taifa. Leo tunazungumza Tanzania ambayo ina pato la taifa naelekea dola bilioni za Kimarekani, karibu tunaelekea tisini. Ni kipindi cha miaka karibu saba hapa tumepata kasi kubwa ya maendeleo, tunazungumza taifa ambalo inajenga mradi wa reli wenye thamani ya dola zaidi ya bilioni kumi za Kimarekani. Tumefanya lini hayo? Ni kipindi hiki karibu cha miaka saba. Tunazungumzia taifa ambalo lina mradi mkubwa wa wa, wa, wa bomba la na mafuta Afrika Mashariki, zaidi ya dola bilioni tano. Imefanyika lini? Ni ndani ya kipindi cha miaka saba. Kwa hiyo kinachotakiwa kwa, kinacho kwa wabunge kusema kweli si tu zile sauti sauti. Kama wananchi wameamua ziwepo ni jambo zuri, lakini kama wananchi kwa wakati fulani wameona kwamba tunatumia chama fulani kusonga mbele nayo na ni aina ya demokrasia. Na si kote duniani kwamba demokrasia lazima tu kigezo tu cha vyama vya upinzani ndiyo demokrasia. Demokrasia ina vipengele vingi ambavyo vinafanya uhuru wa watu, utawala wa sheria, haya yote ni eneo la demokrasia ambalo kusema kweli mimi naona kwa Tanzania bado tuko katika mstari na tunaweza kuenda mbele zaidi. Naam, shukran uh, bwana Jawadu. Uh, bwana Bonifes, umemsikia Jawadu hapo, ameeleza kwa mapana na marefu, u, u, u, una mjibu vipi katika hoja yake hii? na namwona, bado mawazo yake ni yale ya kizamani yaliyopitwa na wakati. Eh, sina nia ya kumtukana lakini namona ni mtu eh, ambaye mawazo yake yapo kwenye chama kimoja miaka hamsini. Mimi namwambia tu kwamba katika mazingira ambayo unakusanya kodi za wananchi na wewe umepata dhamana ya kwamba ya kutawala au kuongoza kwa uku kuchaguliwa kidemokrasia, lazima pawe na vyama ambavyo ni orthodox kwenye shughuli za serikali eh, chama ambacho kitakuwa kinasimamia ukusanyaji wa fedha za serikali, utumiaji wa fedha za serikali, lakini thamani ya pesa kwenye miradi unataja hayo madola ma, ma, ma milioni kumi lakini kama mpinzani hayupo tuna uwakili gani? Zitatumika saa hii? Kwa hiyo uwepo wa wawakilishi wa wananchi ni pamoja na kuangalia, je, hela zao kwa hao ambao ni watawala, hela zao zinakuwa na thamani ya fedha katika hiyo miradi? Je, fedha zao wanazokusanya zote zinatumika katika ya malengo waliopangwa? Sasa huwezi kusema tu kwamba wewe ukiwepo pale kwa sababu unajenga reli tuwashumu kwamba unafanya kazi sawasawa kabisa. Wewe sio malaika, kundio. Maana dunia ikaanzisha mfumo wa usimamizi na usimamiaji kwamba mmoja afanye kazi lakini pawe na watu wapo hata sisi chadema tukipata serikali hata tutapaswa kuwa na chama ambacho kitakuwa ni wapinzani wetu wa kutusimamia kutukosoa kuturekebisha na pale ambapo matumizi ya fedha ameenda vibaya ni kutuambia hapo mmekosea haikuwa sheria isemi hivi sasa chama ambacho kimoja asilimia tisini na nane kiko bungeni hakina jambo la namna hiyo kwanza inaondoa uaminifu itapoteza uaminifu na wahisani wanaosaidia miradi ya serikali kuleta nazao Tanzania kwa sababu ya kukosa wasimamizi ndani ya vyombo huru eh, vya, vya maamuzi kama kama vile bunge au kwenye halmashauri huko, pesa zikija, panapaswa wengine wazisimamie kuzitumia, lakini pawe na wachache eh, kama ni wapinzani wanaotokana yeah, kwenye uchaguzi au wengi lakini wawe na uwezo wa kusimamia yale maamuzi, fedha hiyo imeenda kufanya vile vile kitu ambacho waliazimia kwenye kikao. Na je, thamani ya mradi ni vile vile fedha ambayo imeonekana kwenye im, im, makaratasi? Kutamka tu umejenga reli, umejenga viwanja vya ndege haitoshi. Inawezekana kiwanja chako kimoja cha ndege unachojenga Tanzania, nchi nyingine jirani wanajenga viwanja kumi, thamani ya mradi huku, ufisadi ni mkubwa kwa sababu mmekosa usimamizi ndani ya vyombo vya vya, vya, maamuzi vya Bunge. Kwa hiyo kujenga au kusema unaonesha kitu akitoshi peke yake. Dunia hii ya sasa hivi ni dunia iliyojawa na ustaarabu iliyostaarabika, kwamba lazima usimamiwe na lazima uwazi uwepo, na watu washuhudie, waone thamani ya pesa yao, kodi yao. Kama ni wahisani wametoa msaada, waone thamani ya msaada waliotoa na kile kilichotengenezwa kutokana na jambo hilo. Kwa hiyo check and balance ni ulimwengu wa sasa ndo unataka hivyo kuwaza, mm -hmm, kwamba ulikuwa na chama kimoja ulijenga reli mwaka sitini. Hayo ni mawazo washapitwa na wakati, sio dunia hii ya sasa hivi. Lakini vilevile wananchi wenyewe ndo wangeamua kuwa na chama kimoja. Wao CCM wanalazimisha kubaka demokrasia kwa kuzuia mawazo mbadala yasiwepo bungeni, kwa kuzuia watu wengine wasipate nafasi ya kuingia kwenye vyombo vya maamuzi. Huo huo huo ni ukiukaji wa matakwa ya wananchi na, kama sina shida, uchaguzi ungekuwa huru halafu wananchi wangechagua CCM kwa asilimia mia, kwangu mi singekuwa na shida. Shida ni kwamba majority ya wabunge ambao wako bungeni hawajachaguliwa na wananchi na wananchi hawahitaji ushirikiano kumtaani. Shukran, shu... mm, shukran sana bwana uh, Boniface uh, ni wape swali moja moja nyote uh, kwa sekunde chache tu, nikianza na wewe uh, Jawadu Mohamed, Watanzania watarajie nini kutoka kwa bunge hili kwa muda wa miaka mitano ijayo? ni maendeleo watarajie, sauti zao na vilio vyao kuwasilishwa vizuri na kusemewa vizuri. Watarajie kusemewa kuhusu maji, watarajie kusemewa kuhusu afya, watarajie kusemewa kuhusu barabara nzuri, lakini watarajie kusemewa kuhusu njia gani bora za kudueza, za kuboresha uchumi wao, kuongeza kula kwao, milo yao mitatu ipatikane. Na hiyo ndio kazi kubwa ambayo mimi naiona wabunge watakwenda kufanya, na kwa kweli amesema pengine kwa maoni yake, lakini mimi naamini kwamba mabadiliko yanayoendelea katika taifa hili, usimamizi bora ambao rais Samia atasimamia kwa serikali yake, kutakuwa na mabadiliko makubwa, na kila mmoja huenda atashangaa kile ambacho kitatokea ndani ya miaka hii mitano, kwa sababu ya dhamira ya, ya bunge na ya serikali ambayo inayo. Naam, uh, shukran sana uh, Jawadu Mohamed. Nilitaka pia kumuuliza swali hilo uh, Boniface Jacob lakini ametoweka uh, hewani. Tunakomea hapo kwa sasa katika mjadala wetu. Shukran sana kwa wote walioshiriki.